uhusiano wetu kati ya Kilakala na usharika wa Gaimersheim ule Ujerumani. Hivyo tuianze sasa ibada hii takatifu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa neema ya maisha. Naam, kwa ushirikiano rasmi kati yetu na usharika wa Gaimersheim na kati yetu na sharika nyingine hapa Morogoro na kwingineko hapa Tanzania na hata sehemu nyingine nje ya nchi yetu. Mwanzo rasmi wa ushirikiano huu ni baada ya kuwekwa saini ya makubaliano ya ushirikiano, yani partnership agreement document tarehe moja mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na kumi na tisa hapa hapa usharika ni Kilakala. Nipende kusema kwamba ushirikiano kati yetu na huu ush, usharika wa Gaimersheim kule Ujerumani, yani kuwepo ambayo hayakuwa rasmi. Ushirikiano huu umeendelea kukua na kuimarika kama viashiria mbalimbali vya ukuaji vinavyoonyesha, na kwa jumapili ya leo tumechagua neno kama linavyosomeka pale juu, ambao ni mtume wetu mkuu kama wa Kristo. Hapo sherehe mahusiano yetu kati ya Kilakala na Gaimersheim, tuendelee kuongea mahusiano haya. Tumekuwa na mahusiano na watu wa nje, lakini tuweke na mahusiano pia hata na majirani zetu na ndugu zetu tuna mahusiano na sharika nyingine za ndani ya nchi yetu, maana na hao pia. Siku kama hii inakuwa siku yetu. Mimi nimemshukuru sana mwenye kitu weyo mahusiano anaendelea kuisimamia hii. Mimi nimebarikiwa sana sana kati ya usharika wa Kilakala na Gaima sana naomba ni ukabidhi kwa njia ya kumpa Biblia ili kuonyesha kwamba uhusiano wetu huu umejengwa na neno la Mungu, na kwa sababu hawa wote wazee hawa wapo, naomba wao pamoja na mimi tushike, tukabidhi kwenu hii Biblia ya kwamba uhusiano wetu utaendelea kwa njia ya neno la Mungu kati ya Gaimersheim na Kilakala. Na ndio maana ishara ile ya kushikana mikono, naomba tushike wote Biblia hii tukabidhi ikiwa ni ishara tu na alama ya uhusiano. Sasa, Mchungaji Jester pamoja na mwenyekiti, sisi tunawaombea ili uhusiano huu usife, uendelee kudumu. Wenzetu walioko huko Gaimersheim, basi waone daraja lile kila wakati, bila kuvuka bila kutembeleana. Asanteni sana na Mungu awabariki, asante.